Miwana, can say betting sio kwa ajili ya maskini. As a kijana kama ni maskini betting sio upande wako, side of a hustle, yaani yes. Betting haijajengwa kwa ajili ya maskini Yes, mambo vipi? Una familia ya Rick Media, vinaitwa Rick, niko na director Hanscana, sijui kama mpaka sasa natamani tumuite director Hanscana au ataki, mambo vipi mzee? Ah, shukrani niko vii, mzhukran niko poa. Director ni, ni titles, aing'oleki, ai kama vi ukiwa mheshimiwa mm, kama ukiwa daktari pengine, kwamba ah, sasa director ule mimi usho sasa mimi usho sasa hivi najulikana mie, tu kama boss wa kekap Ah, uh, ni ni cheo. Mm. Yeah, so kile kinabaki kinabaki tu kwa hapo. Yeah, you can't delete them for me. Okay. Yeah. Sawa, so, Askana. Mimi nimependa sana transition ambayo umefanya kwenye maisha yako kwa ujumla na biashara. Mm. Um, wakati unaanza watu it was like joke, yani kwamba <laughs> unajua kama bongo na project mm, kesho itaisha lakini mm, kadri siku inavyozidi kuenda, tunaiona keka hapo ikiwa kubwa zaidi, watu wana, wana engage lakini pia hata engagement kwenye page yako inakuwa kubwa zaidi mm, nataka nifahamu hii transition Hanskana ilikuwa influenced na nini na ilikuchukua ugumu kiasi gani kuamua kuwa Hanskana huyu wa sasa ambaye tunamuona, wanasema uh, kuanza ni kuamua eh? mm. Ukiona uh, okay, ujaanza ujue ujaamua mm. Mi niliamka nili tu asubuhi, nikatengeneza mipango yangu, nikajua nikifanya hiki kitanikosti hiki lakini faida itakuwa nini, nikakompea kati ya faida na hasara, nikaona faida nyingi kuliko hasara mm. so let me do this, so hivyo lakini what I can say kwamba sikujaribu, nilifanya, so ndo hivyo. Kwa nani alikuwa mtu wa kwanza kumshirikisha kwamba now I have to shift kwamba ana my um, uh, company yangu ya uh, Scanner Brand mm. ambao ni team mate wangu ambao nafanya kazi production, kwamba hiyo niliwaambia 2 years back kwamba itapofika 25 mm. nitaacha kushoot mwaka 2025, then ni eh, kweli ifika 25 mm. baadhi wakajoin waka na mimi kwenye movement nyingine, baadhi wakaendelea na movement za production, lakini nilijiandaa miaka Tatu, tano nyuma before kushift mm. Yani, niliplan kabisa 20 25 ihita mm. sito shoot tena, haikuwa ghafla. Hofu yako ilikuwa ni nini haswa kwenye kujaribu kushifti, ku, kuacha udirekta na ukaamua kufanya hichi ambacho nakifanya sasa hivi, hofu kubwa ilikuwa ni nini? Sikuwa na hofu, ila kwenye maisha unahitaji kukua, unahitaji yaani, unahitaji kumove another step of life ku, ku kuangalia namna nyingine ya, ya maisha. Usiangalie tu namna moja ya, ya, ya, ya maisha sababu nimefanya director of 10 years zaidi ya miaka kumi, so nilivyoviona ndivyo hivyo. Sidhani kama vingeweza kubadilika kwa another 10 years ahead, so niliamua ku kuamia kwenye career nyingine, na yenyewe ni drive, labda katika miaka kadhaa nione the future. So, yeah ilikuwa ime katika mfumo huo. Okay. Yeah. Commenti za watu mitandaoni zilikuwa zikukati kwamba yeah, Hanscana ametoka mm -hmm. kuwa mtu fulani ambaye anaheshimika sana mm -hmm. sasa hivi amekuwa kama vile mwehu yeah, ana data jamani, wana saikolojia kali naye yeah, chini wasanii jamani, huyu mtu alikuwa anashutia mm -hmm. video kali mm -hmm. inabidi jamani muangalie namna kumsaidia Hanscana. Azikuwa. mm -hmm. mm -hmm. zina kukata zile. Na nyingi of course uh, kibinadamu lazima zikuingie ziku ziku turn off. Mm. -hmm. afu angalie juu ya dali, angalie fans anavyozunguka aone, mm, watu wananichukulia katika mfumo huo. Mm -hmm lakini mi najishukuliaje? Sababu sauti ambayo iko moyoni mwako ndio sauti sahihi kulipo sauti za nje. Uh, nilitarajia watu kuona hivyo ambavyo wanaona. Uh, na nilijipanga kukinzana ku nayo, sababu nilijua itakuwa hivyo lakini sababu nilikuwa nimeshajipanga kukabiliana nayo, so hivyo. Lakini mwanzo kipindi zinakuja za comedy, mmoja mmoja alikuja demo, aliandika blaza, wewe unajivunjia legacy yako wewe, ushaona, ushaona mtu kama AY kafanya vitu kama hivyo au kama pifa. Sasa mzee wangu wewe, si kan compare mimi na AY, mimi na pifa? Kila mtu ana namna yake ambavyo anaona sahihi kuishi yeye. Kaona apeleke maisha yake katika njia hiyo, mimi nimeona apeleke maisha yake katika njia. Sasa wote tukiwaheshimiwa Heshimiwa wewe basi mimi sitaki kuheshimiwa. Kwa nini uniheshimu? Heshimiwa wewe. Okay. Sasa kia mtu akiheshimiwa atakwaje hapo? Ujumbe wa nani au simu ya nani ilikushtua kuona, mm, au unachanganyikiwa kweli, mm, ilikushtua, mm, yaani kwamba alikupiga simu kwamba au kutumia message, mm, ukaona, mm, inawezekana mimi nachanganyikiwa kweli afu sijui. Ah, no, lakini most of time waga naongeaga na Bilnas. Bilnas waga yuko go upande, uh, upande mzuri tu kwamba mwanangu what you doing keep doing what you doing. Yani hiyo side iliyopo ni side noma. I remember hata Bilnas ilikuwa ni mmoja wa watu wa mwanzo kuashirikisha hiki kinachokifanya leo back huko mm, naongea naye kuhusiana na hivi. Mm. Binafsi mtu waga naongea naye vitu vya kuhusisha akili. Mm. Sasa so, unaonaga akili yake kidogo iko sawa. Mm. So eh, katika industry binafsi akili yake iko timamu, kuliko so, wengine. Eh, kulipo wengine of course yuko far kwenye namna ya kufikiri. Kweli, binafsi zake kufikiri, yuko mbali zaidi hata watu wengine wanawajua yeye kwenye kwenye industry. So nilikuwa namshirikisha. So hata kichotokea uh, ma comment mabaya anaambia jamaa comment hivi anaambia they have to. Mm. Ntifu, lakini just go ahead. Okay. Nenda mbele usirudi nyuma. So, okay, nyuma bolonga zaidi. Mm. Mimi nachoamini kama ukibolonga bolonga mpaka mwisho. Mm. Bolonga kistarabu, usibolonge wenzio. Okay. Usibolonge ukaishia njiani, bolonga mpaka mwisho. Okay. Mm. Kwa mambo ambayo umeyapitia kwenye industry au mafanikio ambayo umepata kwenye industry ya muziki. Mm. Um, as a director. Mm. Kuna namna yoyote ambayo mafanikio ambayo umeyapata kwa muda mfupi ndani ya Keka App yanakufanya usiweze kurudi tena kwenye udirector kwenye maisha yako? Uh, direction and passion. Hii ni passion yangu. Something's built in my imetengenezwa na Mungu ndani yangu, aisiwezi kuitoa na ukisema ukompea mafanikio ya huku nilipo na nilipotoka uwezi kukompea kwa sababu mm, nimekuwa director kwa miaka kumi. Okay. So, ukisema mafanikio gani alikuwa makubwa? Mafanikio kwa director ni makubwa kwenye pesa, tuseme, kwenye pesa miaka kumi ambayo nimeifanya as director na mwaka mmoja mm, wa, wa okay, mwanzilishi wa Keka app. Sehemu gani ambayo mmeongezea pesa nyingi zaidi? Of course music video director mzazi hata kwa umetuonyesha milioni mia saba juzi tu mpaka tumeogopa. ah, ile ni milioni mia saba ili ni ukiwa, ah, na beti kuna level ukifikia yani, wana beti, naelewa nakuwa mzunguko wako. Mzunguko wangu wa kubeti ulifika milioni mia saba maana yake nilizoliwa nilizokula, mzunguko wangu ulifika milioni mia saba hamsini yeah. ndani ya huo miezi sijui sita nilizokula nilizoliwa zimefika milioni mia saba hamsini yeah. so, zito

Nishabondoaga video ya divorce ngwa shoot video ya divorce inaitwa Mtamu, sijui video ya Mtamu na Mgoda. Diamond alinipaga, alinipaga video nne kushoot, akanilipaga kama milioni sijui arobaini, nikachukua tano nikatia, nilikuwa niko location. Ile video nyimbo inaitwa Mtamu ikageuka mchungu. Ile Mtamu video ikawa mchungu. Eh, yumia yumia. Baada ya kuliwa hapa, ndio sasa ni serious na muhindi. Ndio serious ukaongezeka. Okay. Mm. What are the best advice ambayo unaweza kumpatia kijana ambaye anaona kwamba betting ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumtoboresha kimaisha wewe sasa in reality umeshapigwa umeshakula na kuliwa milioni mia saba mzunguko wako unaweza kumwambia ni kijana ambaye anaamini kwamba mimi nifanikiwe mimi nifanye betting kuna watu mtandaoni wanaponda kwamba acha ile na mabeti beti haijawahi kumnufaisha mtu lakini wapo ambao wamenufaika na beti me what I can say betting sio kwa ajili ya maskini As a kijana kama ni maskini, betting sio upande wako. Betting kwa ajili ya, ya, ya matajiri ndio wanasema, bet what you can afford to lose. Iko unachobeti kitakapokaliwa utaendelea kusmile kama utaendelea kusmile kikiliwa, endelea ku bet hmm. Kama ki utalia kama umefiwa na mama yako, betting is not for you. Betting ni kwa ajili ya watu strong, sio kwa ajili ya watu weak. So kama wewe ni kijana, sijui uko shule, uko wapi, unategemea labda betting ita ita duplicate your life, mzee wangu. Betting sio kwa ajili ya watu masikini, ni kwa ajili ya watu matajiri. Yani kwamba wewe muscles unazo. So hicho ndio chaweza kukwambia, kama muscles una acha, kaa huko huko, sema muongee, ukweli ni ukweli, yani betting sasa mimi nafanya beti ninajua. So, mimi mimi maisha yangu naishi kwa kubeti. So I know how much napoteza, najua how much napata. Kwa ndo nikaja nika realize kama huna hela usibeti. Yaani beti kwa ajili ya watu matajiri tu. Kwa instance, example kuna siku moja unaweza kuweka milioni ikaliwa ili kuikomboa milioni hiyo in the same day inabidi ubeti milioni mbili. Unaelewa? eh? Unaweza kuweka milioni ikaliwa, labda umebeti saa saba, tumeweka milioni imeliwa, timu moja imechana. Ukistep okay, back maana yake umekubali milioni yako imeenda ili milioni yako irudi, abili na milioni mbili nyingine uiweke kwenye mechi nyingine ili uirudishe ile. Sasa paka hapo, umeona mahesabu haya watu yanamkataa maskini. Paka yani, paka hapo maskini yashamtenga kwa hesabu, kwa inabidi wewe ni masos, eh, lakini sio eti unakabu kuteni chako hata ukaduplicate kama milioni hiyo, ni 1 of 100 ni mmoja kati ya 100 It happens sometimes, lakini... mm, tu, tu, tuambie tu kweli, timu gani 2025 5 imeongoza kwa kuchala sana mikeka? Yani ukiweka unajua, ah ni hapa sama sama fresh na mimi niweke tu Tunaanza kwanza Manchester United wanachana <laughs> mikeka. Liverpool anachana mikeka. Ukienda Italia, ligi nzima ya Italia channi nayo, mm. itaenda against na chochote unachotaka Italia anachana <laughs> mikeka yeah. Uh, ukienda itanachana mikeka. Ukienda ligi tu ya, uh, ligi tu ligi tu au thiri ya Ujerumani between hapo kuna, kuna ligi moja wehu mm. hivyo uh -huh. hizo ni ligi za kuepusha, lakini MLS ni ligi ya utajiri, ligi ya MLS sawa. Kingine uh, <coughs> unavyoangalia we unatofautisha vipi kati ya hisia mm. na biashara kama navyosema kwamba ukienda mm. kwa dada poa anakuambia kwamba usiletee usiletee usiletee hisia kwenye kazi yangu. mm. Jana ilikuwa nacheza alaboroko beti mkekako ulikuwaje? Kiwalisia of course, kwanza nawafunisha tawa kamari wenzangu, ukiona inacheza ina timu ambayo inatakiwa kushinda ikicheza na timu inayotakiwa kufungwa timu inayotakiwa kushinda ikicheza na timu inayotakiwa kufungwa, jua tu timu inayotakiwa kufungwa hizo kufungwa goli zaidi ya tatu, yani hilo jua. Nimesikia formula hii yani timu inayotakiwa kufungwa hizo kufungwa, sababu yenyewe inaingia uwanjani ikijua leo <coughs> inaenda <inye> kufungwa <coughs> na kitu ambacho inabidi mkitambue, katika kitu kigumu kwenye kupatikana uwanjani ni goli. Ndio maana katika dakika tisini tukiweza kutokea mara moja hadi mara mbili hadi mara tatu normali kitokea, linashangiliwa kwa sababu ni tukio gumu zaidi kutokea. Na hawa wanajua hawa ndo wamekuja kulifuata. Wanaweza kulizuia kadri wawezavyo, kwa hiyo usijizatiti. Kwa hiyo mindset yao inakuwa sisi tunataka tuzuie, obvious kwamba sisi tutafungwa lakini tusifungwe tusidhalilike. Kwa hiyo kutokea mechi ya design hiyo, mzee wangu wewe mfuate mdogo muende cap goli tatu hawezi ifungue hizo, unapata odds nyingi na utabeti kwa kurelax. So mimi nilimwendea cap ta fasazi goli tatu, mke wangu mmoja, mke wangu mwingine nilibeti sekondi, afu kuna magoli mengi zaidi ya festi, afu mke wangu mwingine niliomba kona tatu za Tanzania lakini hazikupatikana hivo betmkika 10 kwa siku moja, bajeti yako inaanza ka kama ngapi? Kwa, kwa, kwa siku weekend tuseme, ambapo kuna game nyingi. haj mi sbeti kila siku juma tatu, juma nene, juma tano, amisi, na nabetigi juma eh, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, juma arhamisi, jumaa o na jumapilikia Jumatatu ah, so <laughs> juman jumaano ahamis <laughs> jumaa, Jumatano na Jumapili Jumamosi eh, eh, eh, sibeti kila siku, na betigi siku hizo tu saba eh. <mulia> <mulia> yeah, of course, bajeti yangu ya kubeti padei waga ni 5 million depend on the games na sibetigi yote kwa pamoja. Matia mlio kiliwa natia mliokiliwa nadubliketi hivo hivo kwa siku natenga milioni tano ya kubeti eh. Kweli ni biashara ya matajiri asante kwa <mulia> Asante.